zani sasa ni wakati wa kila, eh, kila Mtanzania kusema kwa maslahi mapana ya taifa kwa sababu hayupo mwenye hati miliki ya Tanzania. Tanzania ni ya kwetu sote, hawako watu ambao wao wana haki sana dhidi ya ta, ta, taifa letu la Tanzania, na hawako watu ambao wa hawana hiyo haki. Kwa hiyo haki ya kulisemea taifa letu pindi tunapoona mambo yaendi vizuri ni haki ya kila Mtanzania. Ndugu zangu Watanzania wenzangu liko jambo moja linaendelea sasa hivi, hashtag ya kuua utalii Tanzania. Uh, hashtag hiyo, eh, kwa mtanzania yoyote ambaye hana ndugu nje ya nchi ambaye hana hati ya kusafiria lazima asimame aseme. Ndugu zangu nataka niwakumbushe jambo moja, walifanya masiara masiara hapa wakainajisi wakanajisi taifa letu na bado wameendelea wakiamini kupitia masiara hayo hayo basi wanaweza wakaendelea wakafanikiwa. Nadhani ni wakati sasa wa kila Mtanzania kusema. Ndugu zangu, nataka nitolee tu mfano mdogo. God bless Lema, watoto wake wako Canada wanasomeshwa, wanapewa kila kitu. Mke wake yuko Canada anafanya kazi analipwa. Tundu Antipas Lissu watoto wake wako Belgium wanasomeshwa wanafanyiwa kila kitu. Mke wake yuko Belgium anafanyiwa kila kitu. Leo inaendelea hashtag ya kuua utalii Tanzania. Mkisema mnaua utalii Tanzania hayuko mwana Arusha ambaye anaweza akakaa kimya, labda ni mwanaarusha ambaye ana hati za kusafiria au ana uraia pacha, lakini mwanaarusha ambaye ametegemea e, maisha yake Ngorongoro. Mwana Arusha ambaye ametegemea maisha yake Longido. Mwana Arusha ambaye anategemea maisha yake ya Rumeru na Meru na hana mahali pengine pa kwenda hawezi kukaa kimya, tunapoenda kuua uchumi, yaani tunapoenda kuwa na hashtag ya kutokomeza utalii, moja kwa moja unaenda kuiua Arusha, na hapa naomba na, na na, na ninukuliwe vizuri na Watanzania wenzangu mnaotokea mkoa wa Arusha mwelewe, ukisikia kuna hashtag ya kuangusha au kukwamisha sekta ya utalii, mjue Arusha inaenda kuuliwa. Wameshindwa tu kusema kwamba tunataka tuiteketeze Arusha. Kwa hiyo, ndugu zangu, tuwa guide tuwa guides, ni kaka zetu sisi, ni dada zetu sisi wanaotoka katika mkoa wetu wa Arusha. Tua guide sio Daktari Samia Suluhu Hassan, tua guide sio mzungu. Wanaotupikia mahotelini kule mashefas ni dada zetu sisi, ni wadogo zetu sisi, ni kaka zetu sisi, ambao kupitia kazi ya ushefu ndio tunasomesha watoto wetu katika shule zetu za mkoa wetu wa Arusha ndio tunafanya kuhemeana na kufungua biashara zingine zingine. Wanaopandisha mlima watalii sio Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanaopandisha mlima watalii ni kaka zetu sisi, ni sisi, ni ndugu zetu. Wanaokuja kuwinda huku sio Daktari Samia Suluhu Hassan, wanaowasimamia maswala ya uwindaji ni kaka zetu sisi, ni ndugu zetu sisi. unaposikia kuna hashtag inatembea ya kutokomeza utalii ya kuua utalii Tanzania. Wana Arusha, nataka niwakumbushe kwamba Arusha inauliwa bila nyinyi kuambiwa. Lakini ndugu zangu, nataka niwakumbushe kitu, tarehe 29 katika mkoa wetu wa Arusha mliona tu baada ya vurugu zile ambazo hazikuwa tujui zimepangiliwaje wanadhamira gani ambao walisema wanatafuta haki, haki ikaishia kwenye kuchoma mali za watu, mali za Watanzania, haki ikaishia kwenye kupiga watu, haki ikaishia kwenye kuchoma ofisi za serikali, haki ikaishia huko, haki ikaishia kwenye kupora Watanzania. Tumekaa kimya. Sasa taza tunataka tukaa kimya tena tarehe tisa, wameanza kutuuzia hofu. Kwanza wametangaza maandamano na kusema tarehe, kabla ya kujibiwa kwamba wamekubaliwa kufanya au hawajakubaliwa kufanya. Maana yake hakuna uhalali wa tarehe tisa, ni kuuza hofu kwa wageni wasije katika mkoa wetu, ni kuuza hofu kwa wageni wasije Tanzania. Niwaombe sana wana Arusha, nataka niwakumbushe wana Arusha wote na Watanzania mnaonisikiliza, vurugu itakapotokea sisi mkoa wa Arusha tunasema itatokea kwenye mkoa mwingine. Arusha haitotokea vurugu. Mkija tarehe tisa kama hamna kibali, mtakutana na watu wa Arusha, mtakutana na watu ambao maisha yao ni Sombetini, mtakutana na watu ambao maisha yao ni Usinyai, mtakutana na watu ambao maisha yao ni Meru, mtakutana na watu ambao maisha yao ni Arumeru, ambao hawana mahali pengine pa kukimbilia. Mtakutana na Watanzania ambao lazima watoke mashambani kuja Kilombero, lazima watoke mashambani kwenda Tengeru, lazima watoke mashambani kwenda Kisongo. Mtakutana nao ambao hawatakubali biashara zao, hawatakubali maisha yao ya kila siku. Mtakutana na Watanzania na Wanaarusha ambao watoto wao wanasoma hapa, ambao hawatakubali mtoto wake asiende shule kwa sababu mtoto wa Lema yuko anaenda shule Kanada, mtoto wa Mange Kimambi yuko anaenda shule Marekani mtoto wa Lissu yuko anaenda shule Belgium. Tarehe tarehe tisa mnayoitangaza kama mjapewa kibali na serikali, mtakutana na sisi. Taifa hili ni letu sote, na kama mmeamua hivyo kwamba nyinyi ni malaika na wengine, mtakutana na mashetani, mje mtuue mashetani, muibaki nyinyi malaika. Tukikaa kimya mnatuona wajinga, tukikaa kimya mnatuona wapumbavu, tukisema mnatuita machawa. You better call NNM ita majina yote. Tuna shida na Tanzania, kabla ya kuwa na shida na Chadema na CCM. Tuna shida na Tanzania, kabla ya kuwa ya na shida ya Uislamu na Ukristo. Tuna shida na taifa letu, tuna shida nalo. Njooni tarehe tisa, kama hamna kibali, mtakutana na sisi. I promise you guys, mtakutana na sisi tarehe tisa.